Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mwenyezi Mungu alimjalia maisha ya hapa duniani na sasa amemwita kwake ili ampe maisha ya mbinguni. Maisha yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka na roho yake iingie katika raha ya milele. Tunakuomba, e Baba, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. na, na, na, na, na, sasa tumsindikize ndugu yetu tukiwa tukinatumaini siku moja kukutana naye katika uzima mpya wa mbinguni. Hayati askofu mkuu Novatus Rugambwa alizaliwa tarehe 8 Oktoba 1957 katika jimbo Katoliki la Bukoba nchini Tanzania. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, akapewa daraja takatifu ya upadre mikononi mwa askofu Nestorius Kimanywa kunako tarehe 6 Julai 1986 akajiunga na utume wa kidiplomasia mjini Vatican hapo tarehe 1 Julai 1991. Baada ya kufanya kazi mbalimbali mbali katika balozi za Vatican, kunako tarehe 28 Juni 2007, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa baraza la kipapa la shughuli za kitungaji kwa ajili ya wakimbizi na watu wasiokuwa na makazi maalum. Ilipogota tarehe 6 Februari 2010, hayati Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 akamteua kuwa askofu mkuu na balozi wa Vatican nchini Angola, Sao Tome na Principe na kuwekwa wakfu kuwa askofu mkuu na kardinali Tarsisio Bertone aliyekuwa katibu mkuu wa Vatican kwa wakati ule, hapo tarehe 18 March 2010. Na tarehe 5 March 2015 akateuliwa kuwa balozi wa Vatican nchini Honduras na kunako tarehe 29 Machi 2019 hayati Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican huko New Zealand na mwakilishi wa kitume kwenye visiwa vya bahari ya Pasifiki. tarehe 2 Februari 2021 wakati wa sikukuu ya kutolewa Bwana hekaluni Sanjari na jubilei ya miaka 25 ya siku ya watawa duniani, hayati Baba Mtakatifu Francisco akamteua tena askofu mkuu Novatus Rugambwa kuwa balozi mpya wa Vatican kwenye kisiwa cha Cook, akiendelea kuwa balozi wa Vatican kwenye visiwa vya Masha, Kiribati, Nauru na Tonga na balozi za Vatican nchini New Zealand, Fiji na Palau. Raha ya milele umpe e Bwana, hayati ya askofu mkuu Novatus Rugambwa apumzike kwa amani.